Haka tabia kamewashushia wasichana wengi sana thamani zao kwa wanaume. Yaani mwanaume anakutongoza like labda ile siku ya kwanza mmekutana, anakwambia: vipi safi, naomba namba yako. Haya, ukampa namba, haya ukishampa namba, haya anaenda na we unaenda. Inakaa jioni, anakutafuta: vipi safi, uko wapi? Niko nyumbani. Aa, poa. Alafu anaacha, anakaa kimya, anakusikilizia. Yaani usifikiri huyo mwanaume anafanya nini? Anakusikilizia wewe, anakuangalia utakuwa mwanamke mjinga, uwe chip, ili yeye atake advantage, au utakuwa mwanamke wa standards? Mwanamke wa standards, na wewe utakaa kimya mpaka yeye atakapokuja kukuambia vipi tena, akusemeshe yeye. yeah, yeah. Yaani mwanaume ndo anatakiwa initiate communication kwenye mahusiano yani. Sio wewe, baby girl. Lakini sasa wasichana wengi akishaona ameambiwa poa ye sasa anasubiri, baadaye tena anaanza kumtafuta, hey, mambo, hey, labda ni, nimetoka saizi naenda sokoni. Yani wewe ndio unaanza tena kujiongelesha, kujisemesha. labda kama alikupigia aliku, aliku muda ule ukamwambia, niko darasani. Ukitoka darasani tena unamtafuta halo, ndo nimetoka darasani. Wewe msichana unamtafuta mwanaume ndio amekutongoza, ndio anaanza kutongozana. Tuliza mshono, msichana. Hii tabia imewashushia wadada wengi sana heshima, na ndio pale mwanaume unajua, ule ndio mwanzo, ndio mwanaume anajua akutreat vipi. Hata nyumba ni msingi, yaani mwanzoni ndio mtu anaweza akajua wewe ni mtu wa aina gani na akutreat vipi. Kwa hiyo, msichana, usiwe na haraka ya kuinitiate mawasiliano kwenye relationship yako, especially kwenye early stage. Mwache huyo mwanaume ahangaike. Yeye ndio muda wote awe anakutafuta kutafuta like vipi? uko wapi? unafanyaje vipi? yaani yeye ndo ateseke. Fanya hivyo msichana, na utaona mabadiliko makubwa. Wanaume watakuheshimu. Yes.